Karibuni sana Kiswahili ni rahisi. au aina za viunganishi zozote tano: viunganishi vya kinyume, viunganishi vya ulinganisho, viunganishi viongezi, viunganishi vya wakati, viunganishi viteuzi, viunganishi vya sababu viunganishi vya masharte. Tatu, kwa kutolea mfano wa matumizi katika sentensi, eleza maana ya viunganishi vya kinyume. Ni viunganishi vinavyoleta dhana ya kinyume cha matarajio yaani, matukio yanakuwa tofauti na yalivyotarajiwa. Titus alifika kikaoni lakini hakupewa nafasi ya kuzungumza. Kwa hivyo kiunganishi cha kinyume pale ni lakini. Pili, viunganishi vya ulinganisho, ukipenda viite vilinganishi. Hivi ni viunganishi vinavyolinganisha vitu viwili au hali mbili. Rumi anapenda kucheza kandanda kuliko wanafunzi wengine, kuliko. Niliogelea baharini sembuse bwani, sembuse. Tatu, viunganishi viongezi, viunganishi vinavyoleta dhana ya kuongeza. Borini amenunua kitabu na kalamu na Ame. Alinipa karu tena akanunulia nguo tena. Nne, viunganishi vya wakati Hivi ni viunganishi vinavyoonyesha wakati. Patrick alifika hapa kisha kaondoka, kisha. Kariuki alituzwa kabla ya kufanya mtihani, kabla ya. Viunganishi viteuzi, viunganishi vinavyoleta dhana ya kuchagua au kuteua mambo mawili ambapo unahitajika kutenda jambo moja pekee au usitende lolote kabisa. Siku gani? Wala kuimba, wala vya kuteua. Utakula ugali au chapati, au. sita viunganishi vya sababu kitenda vite visababishi. Hivi ni viunganishi ambavyo huonyesha kiini au sababu ya kutenda jambo. Nilichelewa kwa sababu sikufahamishwa kuhusu kikao hicho, kwa sababu. Morris ameenda sokoni ili akanunue sakamake ile. Ameamka kwa vile hana usingizi, kwa vile nne. Unganishi kuwa sentensi moja kwa kutumia kiunganishi cha wakati. Mabaharia walifika bandarini walikuwa wamesafiri kwa wiki moja. Kwa hivyo unaweka vile viunganishi vya wakati mabaharia walifika bandarini baada ya kusafiri kwa wiki moja. Mahaba, ah, unasema mabaharia walifika bandarini baada ya safari ya wiki moja. Tano. Tunga sentensi moja ukitumia neno, seuze. Ngeli, anajua kuendesha ndege. Seuze basikeli, seuze. Tunga sentensi moja ukitumia kiunganishi cha kinyume. Nilienda kwao ila sikumpata. Kiunganishi cha kinyume pale ni ila. Saba. Unganisha sentensi hizi ukitumia kiunganishi cha kinyume. Wananchi walikabiliwa na hatari. Wananchi waliendelea kuokoa majeruhi. Kwanza, japo wananchi walikabiliwa na hatari, waliendelea kuokoa majeruhi. Japo. Ingawa wananchi walikabiliwa na hatari, waliendelea kuokoa majeruhi. Ingawa. Wananchi waliendelea kuokoa majeruhi japo walikabiliwa na hatari. Au unaweza pia kusema Wananchi waliendelea kuokoa majeruhi ingawa walikabiliwa na hatari. Au pia ukasema wananchi waliendelea kuokoa majeruhi licha ya kukabiliwa na hatari. Wananchi waliendelea kuokoa majeruhi ilhali walikabiliwa na hatari. Au ukasema pia wananchi walikabiliwa na hatari, lakini waliendelea kuokoa majeruhi. Wananchi walikabiliwa na hatari ila waliendelea kuokoa majeruhi. Wananchi walikabiliwa na hatari bali waliendelea kuokoa majeruhi. Kwa hivyo uh, viunganishi hivi ni vya kinyume: japo, ingawa, licha ya, ilhali, lakini, ila, mbali nani. unganisha sentensi zifuatazo kwa kutumia kiunganishi cha wakati. Beti alijishindia tuzo, Beti alishirikisha, Beti alishiriki katika utunzaji bora wa mazingira. Hivyo unatumia kiunganishi cha wakati. Unaweza kutumia baada ya, kabla ya, kisha au alafu. Beti alijishindia tuzo baada ya kushiriki katika utunzaji wa mazingira. Beti alijishindia tuzo kabla ya kushiriki katika utunzaji wa mazingira. Beti alijishindia tuzo kisha akashiriki katika utunzaji wa mazingira. Beti alijishindia tuzo alafu akashinda katika utunzaji wa mazingira. Je, la kwanza, kisishi ni nini? Kisishi ni neno ambalo linaonyesha hisia mzungu za mzungumzaji, kama vile furaha, huzuni, hasira, uchungu, mshangao na kadhalika. Pili, taja aina zozote kumi za visishi na utolee mifano. Kuna visishi vya kukataa: la, hasha, hata, hapana, la. Visishi vya mshangao Lo, alaa, lahaula, salale, afalaneka. Visishi vinavyoonyesha furaha, uye, ure. Visishi vinavyoonyesha hisia za uchungu, hai. Visishi vinavyoonyesha kukerwa au hasira. Visishi vya kuvuta usikifu wa mtu, esi, hati, ebu, ebu, aha, jamani, nyumba, enyi, mjama. Visishi vya kuitikia sawa barabara bara, na ndio vina eh hewala haya sadakta taibu ewa asa. Visishi vya kuonyesha dharau au kubeza ebo po pukacha zi nyu mawe ma poko nobe. Visishi vinavyoonyesha hali ya kupongeza hiko hongera. Visishi vinavyoonyesha masikitiko au majuto ole laiti visishi vya kufariji kuliwaza kupoza: pole makiwa. Visishi vya kutaka kupishwa: simile sumile, ebu ebu. Visishi vya kuonyesha huruma: maskini. Visishi vya kuapa: walahi, haki ya Mungu. Kisishi cha kumtaka mtu au kitu kinusuriki: hamadi. Visishi vya kukubaliana na kupendezwa na jambo: taibu, sadakta. tatu. Ainisha maneno yaliyopigiwa mstari. Naam, ameleta machache. Naam ni kihisishi cha kukubali. Machache ni kiwakilishi cha idadi ya jumla. nne. Tunatumia kihisishi makiwa tunapotaka kumtuliza mtu aliyefiwa. na nafasi, tunapotaka mtu atupishe, simili sumile, habidari, hebu, heria. tano. Tunatumia simili tunapotaka mtu atupishe nafasi, tunapotaka kitu kinusurike na kifule nafasi pia tunatumia simile tunapotaka mtu atupishe. Hamadi, tunapotaka kitu kinusurike. Na kifule, tunapoudhika au tunapokasirishwa au tunapokerwa na jambo. Tunga sentensi ukitumia vihisishi vifuatavyo. Kwanza, vya kuonyesha dharau au kubeza. Pakacha, mtu huyu anatuaibisha nini sasa! Hebu, sitaki pole zako. Kwa hivyo ni kudharau kubeza. Vya kupongeza. Heko kwa kufuzu. Hongera hii ni shanzori. Vya mshangao. Lo. Paka anacheza na panya. Salale. Babu anacheza soka. Nne. Vya kuonyesha kinyume cha matarajio. Kumbe, mtu huyu ni tajiri hivi. Vya kutaka kitu kinusurike. Hamadi, kikombe hicho kitavunjika. Hamadi, gari litagonga pikipiki. Vya kuitikia. Naam. Nitafanya ulivyosema. Naam. Ameleta viwili. Taibu. Waniletee maembe manne. Saba. Tunga sentensi ukitumia visishi hivi. Lahaula, lahaula, amemaliza maziwa yote. Kefule, kefule, huyu mtoto ananikera. Tunga sentensi ukitumia vihisishi vifuatavyo. Abadani. Sitakubali kufeli mtihani huu abadani. Simile, simile. Nipishe nipite dogo kumi. Onyesha hisishi kisha ueleze ni vile gani. Ah, sipendi majivuno yake. Ah, ni kuonyesha kukero au hasira. Oye, timu yetu imeshinda. Oye, ni kuonyesha furaha. Kumi na moja. Ainisha maneno yaliyopigiwa mstari. Naam, amekaa karibu na mwenyekiti wetu. Naam, ni kihisishi cha kuitikia. Karibu na ni kihisishi cha mahali. Wetu ni cha cha kiwakilishi kimilikishi. Kumi na mbili. Tunga sentensi ukitumia vihisishi hivi. Nimepata ah, kazi hiyo. Naona umefaulu sana. Kihusishi ni nini? Kihusishi ni neno au maneno yanayoonyesha uhusiano baina ya neno moja na kingine, au baina ya kikundi kimoja cha maneno na kingine. Pili. Taja aina za vihusishi. Kuna vihusishi vya mahali, vihusishi vya wakati, vihusishi vya kiwango vihusishi vya ulinganisho, vihusishi vya sababu, kihusishi na cha mtenda na vihusishi vya aunganifu. Tatu, kwa kutolea mfano eleza maana ya. Kwanza, kihusishi na, na cha mtenda. Kihusishi na cha mtenda ni kihusishi kinachoonyesha mtendaji wa jambo fulani. Kitabu hicho kitasomwa na wanafunzi Utaenewa ametunzwa na mwalimu. Gari lile nzuri lilitengenezwa li, li, na foda. Pili, vihusishi vya mahali. Vihusishi ambavyo huonyesha uhusiano wa mahali. Musau ameketi kando ya mtu. Dokas ameenda kwa mjumba. Panya ameingia katika nyumba. Mwangeka alitembea hadi Tabeta. Tatu, vihusishi vya wakati. vihusishi alionyesha uhusiano wakati. Rose aliosha vyombo baada mijarabu, ya kula tulicheza mpaka toori. Tuliimba hadi jioni. Hajaja hapa tangu jana. Mjarabu utafanywa kati ya saa nne na saa sita. Kidogo alifika alafu akaondoka. Mwalimu alifika darasani mbele ya wanafunzi. Vihusishi vya kiwango vihusishi vya kiwango ni vihusishi ambavyo vinaonyesha uhusiano wa kiwango. Walimu wamefunza hadi wakachoka. Wajezi wamejenga mpaka wakakinai. Wanafunzi wengi walipata alama kati ya themanini na tisini na tano. Maziwa yamechemka mpaka yakamwagika. Mtoto amekula wali mpaka akashiba wachezaji wamefanya mazoezi hadi wakachoka. Vihusishi vya ulinganisho, au unaweza kusema vihusishi vya kulinganisha. Hivi ni vihusishi ambavyo vinaonyesha uhusiano kwa kulinganisha. Messi amefunga mabao mengi zaidi ya Ronaldo. Messi amefunga mabao mengi zaidi ya Ronaldo. Kwa hiyo zaidi ya ndiyo kulinganisha. Umelinganisha, samani umelinganisha Messi na Ronaldo, kwa hivyo kihusishi cha kulinganisha ni zaidi ya. Masika anaimba kama Bahati. Zote alifika kikaoni mapema kuliko wanachama wengine wanafunzi. huyu ni bora kushinda yule. Nne. Tunga sentensi itakayoonyesha matumizi ya kihusishi cha a-unganifu. vitabu vya wanafunzi vimepotea. Tano. Tunga sentensi itakayoonyesha matumizi ya kihusishi cha aunganifu vitabu vya wanafunzi vimepotea. Pole. Tano? tunga sentensi ukitumia kihusishi cha aunganifu kuleta dhana zifuatazo. Kwanza, kuonyesha umilikaji: vitabu vya wanahabari vimepotea, ili vya ni aunganifu. Wakati wote mimi kumbusha wanafunzi kuwa aunganifu wana silabi moja ambayo inaambishwa ni nomino. Pili, au angalifu kuonyesha hali, chakula cha jioni huwa kitamu. Kuonyesha aina ya, ua la waridi linapendeza. Kuonyesha aina ya, kuonyesha nafasi katika orodha au nafasi katika kundi, mwanahabari wa kwanza amewasili. Kuonyesha kifaa au ala, misumari ya kujengea huuzwa hapa. Je, umeelewa? Tafadhali niambie kwenye maoni pale chini uniambie video ambayo nitashughulikia kesho. Shukran sana kwa kusubscribe na kwa kunisikiliza.